Kwa jina naitwa Fadhili Juma Mpendo ni waziri mkuu kati ya serikali ya wanafunzi. Leo tumekuja katika madarasa Sabasaba kama serikali ya wanafunzi tukiongozwa na Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya kuja kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali za wanafunzi, ambapo changamoto ambazo ziko katika uwezo wetu kwa leo tumezitatua na zile ambazo kwa leo hazitatuliki basi, tumezichukua na tutafikisha katika sehemu husika. Tuombe tu wanafunzi panapokuwa na changamoto tuwe wawe wavumilivu kwa sababu serikali ipo kwa ajili ya kuwasaidia wao. Kwa hiyo kama serikali wanafunzi tunapambana sana juu ya changamoto mbalimbali zinazofika wanafunzi, na mwanafunzi anapopata changamoto basi awe anatoa taarifa katika viongozi husika. Kwa majina anaitwa Derick Somba, ni naibu waziri wa sanaa katika campus main campus ya ya CBE Dar es Salaam tumekuja katika madarasa Sabasaba kuwatembea wanafunzi wenzetu wa chuo cha elimu ya biashara CBE. Lengo ni kuwatia kwa moyo kwamba tupo pamoja kusoma pamoja, pia tumeweza kupokea changamoto zao. Naitwa Amospo Kirubwa, ni katibu wa sanaa na michezo CBE Saba Saba campas. Tumepokea ugeni kutoka Main campas, wamekuja hapa leo Sabasaba campas, wamekuja kusaidia kutatua changamoto zetu. Pia michezo ni afya, usisahau kwamba michezo ni afya. Wanafunzi pindi wamechoka, inabidi wa, wa, wanapata michezo, wanajifariji wao, fikra zao, ili waweze kuligeni na kuanza upya katika masomo. Hello, kwa majina naitwa Nasra Sultan Nasir, ni katibu wizara ya jinsia na watu wenye uhitaji maalum. Kwa venyu hizi za Sabasaba tumeweza kupokea ugeni kutoka main campus saba saba, ambao tumepata ziara ya viongozi mbalimbali kuja kututembelea sisi na kujua changamoto zetu. kwa kwa majina naitwa Erik Joni Masawe, ni katibu wa wizara ya habari, mawasiliano na teknolojia katika kanda ya Sabasaba. Nashukuru leo ujio wa mheshimiwa rais pamoja na viongozi wenzake kuja kututembelea. Tunashukuru kwa kujumuika na. Naitwa Mariambiki Honori Lusala, ni katibu wizara ya elimu uh, kampasi ya Sabasaba. Tunashukuru sana leo kwa ujio wa mheshimiwa rais, uh, mheshimiwa Isa Adam Matondo ambaye amekuja kututembelea leo. Tumefarijika sana na tunaamini kwamba tuko pamoja na yeye bega kwa bega kwa ajili ya kufanikisha majukumu yetu hapa. Asante.